Kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, tuangazie mchango na mafanikio ya wanawake katika upande wa soka nchini Tanzania. Soka la wanawake nchini Tanzania limekuwa likikua kwa kasi katika miaka ya hivi karibuni. Mchango wa wanawake katika soka la Tanzania ulianza rasmi miaka 1990 ambapo timu za wanawake zilianza kuundwa. Hii ilikuwa ni hatua muhimu, kwani iliwapa wanawake fursa ya kushiriki katika mchezo ambao awali ulichukuliwa kuwa wa wanaume pekee. Wanawake walijitokeza kwa wingi kuunda timu mbalimbali za soka, na hii ilichochea ongezeko la uelewa kuhusu umuhimu wa ushiriki wa wanawake katika mchezo. Wachezaji kama Opa Clement, Aisha Masaka, Clara Luvanga na wengineo wameweza kufikia mafanikio makubwa katika mashindano mbalimbali mbali ya kimichezo ndani ya taifa na kimataifa. Timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars ilifanikiwa kushiriki kwenye mashindano kama vile kombe la Afrika la wanawake na michuano mingine ya kimataifa. Ushiriki huu umesaidia kuongeza umaarufu wa soka la wanawake nchini na kuvutia wadhamini zaidi. Kulingana na ripoti za hivi karibuni, idadi ya wanasoka wa kike nchini Tanzania imeongezeka maradufu. Msimu wa mwaka 2014 hadi mwaka 2025, zaidi ya wanasoka 300 walishiriki kwenye ligi kuu ya wanawake Tanzania WPL. Viongozi kama Al haji Dr. Tamba, ambaye ni muasisi wa soka la wanawake nchini, wamekuwa wakifanya kazi kubwa kuhakikisha wanawasaidia wachezaji wa kike kupata heshima wanayostahili. Hii inadhihirisha jinsi viongozi wanavyoweza kubadilisha mtazamo kuhusu soka la wanawake. Ingawa kuna maendeleo makubwa, bado kuna changamoto nyingi zinazokabili soka la wanawake nchini Tanzania. Mojawapo ni ukosefu wa miundombinu bora na vifaa vya kuchezea vinavyofaa. Matatizo yanayohusiana na majeraha kama vile maumivu ya magoti ACL. Hali hii inahitaji umakini zaidi ili kuhakikisha wachezaji wanapata matibabu sahihi. Chango wanawake katika soka la Tanzania ni mkubwa zaidi, umejumuisha kuanzishwa kwa timu za kitaifa kushiriki kwenye mashindano mbalimbali mbali, kuongezeka kwa idadi ya wachezaji pamoja na juhudi za viongozi katika kuhakikisha wanapata heshima inayostahili. Mimi ni Bahati Jamlehu kwa SAUT Digital.